Na tumedhamiria kwa dhati ya mioyo yetu kuwa siku ya kesho tarehe 8 Machi tutajiunga rasmi na Chama cha Mapinduzi. Habari, karibu Mtandala Shopping Center. tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani, maofisini. jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili ndiyo Mwitandao Shopping Center Limited. Tupo Tarime mjini, mkabara na sheria Zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavo vitu vya aina mbalimbali kama vile friji, TV za kisasa, yani flat screen, nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka nchi 65, meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali, feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba kwetu Mwitandara Shopping Center Limited, ambacho, ambacho chama hiti cha mapinduzi kina muundo na mfumo ambao unathamini na kulinda ustawi wetu mabinti na wanawake wote kwa ujumla. Makofi kwa chama chetu cha mapinduzi, na kesho nitawaongoza mabinti wote kutoka kwenye kongamano la binti wa leo Samia. Kesho baada ya kongamano kuisha, tutaenda tutawasiliana na katibu wa chama, tutaenda kujiandikisha tupate kadi zetu za chama, na baadaye tutawasiliana na uongozi wa, sisi kama kina dada, sisi kama mabinti ambao ni wanawake wa kesho, tukajiunge na chama cha wanawake Tanzania. Mwisho, ndugu waandishi wa habari, tunatumia wasaa huu kuipongeza au kukipongeza chama cha mapinduzi CCM, kwa kuendelea kuamini katika uwezo wa mwanamke hadi kufikia hatua ya kumteua tena mwanamama shupavu jemedari mheshimiwa daktari samia suluhu hassan kuwa mgombea wa kiti cha uraisi wa, wa jamhuri ya muungano wa tanzania kupitia chama hicho na sisi kama tulivyotangulia kusema tutamuunga mkono na tutasimama naye paka akieleweki mwisho kabisa mwisho kabisa ndugu waandishi wa habari wa tunapenda kumpongeza mama yetu shujaa wetu anayetufanya tutembee kifua mbele Mheshimiwa Daktari ametuheshimisha sisi kina mama, ametuheshimisha sisi mabinti na anatufanya sisi ile dhana iliyokuwepo, dhana potofu kwamba mwanamke hawezi kuongoza, sasa hivi mwanamke anaweza kuongoza na ameongoza kwa vitendo, sote tumeona hivyo. Basi hivyo basi, tunampongeza sana mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuheshimisha wanawake kutokana na kazi kubwa ya kuleta maendeleo ambayo anaifanya katika taifa kwa maslahi ya wote. Kwa sababu hiyo, sisi mabinti tutafanya kila linalowezekana kuhakikisha taifa letu linabaki salama katika mikono ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan Oktoba ama Novemba ishirini ishirini na tano. Tunapongeza jitihada za makusudi kabisa ambazo serikali wanaendelea kuzifanya na wanaendelea kuzichukua kwa ajili ya ustawi imara wa mabinti na wanawake wote kwa ujumla. Lakini pia nipende kuzungumzia jambo lisilo la kawaida katika nchi yetu ya kidemokrasia kama Tanzania pale ambapo baadhi ya vyama vya kisiasa kudumaza uwezo na uthubutu wa wanawake katika tasnia ya siasa na uongozi. Ndugu zangu, ninyi nyote ni mashuhuda. Chama pinzani Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, chini ya mwenyekiti wao ndugu Tundu Lisu, kimedhihirishia umma kwamba, Watanzania na dunia yote kuwa wanawake au mwanamke hana thamani katika ujenzi wa chama chao. Kwa nini? Hii ni kutokana na kwamba asilimia tisini na nane pointi nane ya viongozi wakuu wa chama hicho yaani Chadema na mabaraza yake ni wanaume, na huku asilimia sifuri pointi mbili ikiwa ndiyo nafasi za wanawake. Mfano labda tukiendelea kuhitaji ambao ni mifano kuntu na mifano halisi, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama hicho, Mheshimiwa ndugu Antipasi Lisu ni mwanaume makamu wote wawili wa chama hicho ambaye ni makamu wa Tanzania bara na Zanzibari, ambaye ni John Heche na Saidi Hisa Mohamed, wote ni wanaume. Katibu mkuu wa chama hicho pia ni mwanaume John Mika, sote tunamfahamu. Na naibu makatibu wa chama hicho wote wawili wa Tanzania bara na Zanzibari, wote ni wanawake, ambaye ni Amani Golungwa na wakili Ali Juma, wote ni wanaume. Bado wakaona haitoshi, ndugu zangu kuwajeza wanawake wanaume wote katika nafasi hizo zo, zao zote za uongozi na kuwapuuza wanawake katika nafasi za juu za maamuzi katika chama chao. Mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu, mara baada ya kushinda nafasi yake ya mwenyekiti, aliwateua kamati <coughs> kuu ya watu watano, ambapo katika kamati ya watu watano watu wanne wote nao ni wanaume. Kitendo hiki ndugu wa Tanzania wenzangu kinanyongonyesha na kinafubaza juhudi za kuwawezesha na kuwainua wanawake duniani. Hii ni dhahiri kabisa chama hicho pinzani chama cha Chadema kimeamua kwenda kinyume na walimwengu wote ulimwenguni. Swali so letu sisi mabinti, je, yeah, itakapotokea chama hicho kikashika dola nchi hii, thamani yetu sisi kama mabinti, thamani yetu sisi kama wanawake itakuwa wapi? Kumekuwa na wimbi la mabinti haswa mabinti wa vyuo vikuu kukosa elimu ya afya ya uzazi. Tunabisha mabinti wenzangu? Yes. Kwa hivyo kuna changamoto ya mabinti wa vyuo vikuu kukosa elimu ya afya ya uzazi na udhibiti wa ngono isiyo salama katika safari yao ya elimu, ambayo inatusababishia sisi kutokufikia malengo yetu ya ambayo tuyametupeleka katika mazingira ya kusoma, jambo ambalo wengi wetu wanaishia kupata mimba zisizotarajiwa, wanaishia kuingia katika ndoa zisizo rasmi, wanapata magonjwa ya zinaa ikiwemo kaswende, gonorea, tunapata pia na ukimwi. Na unakuta mtu anamaliza chuo kikuu, alitegemea kumaliza elimu yake akiwa na furaha, lakini anamaliza ili kupata digrii au kupata cheti chake au kupata diploma yake, lakini akiwa na msongo wa mawazo. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo sisi mabinti wa vyuo vikuu tunaipitia. Kutokana na changamoto hii, sisi mabinti wa vyuo vikuu kupitia kampeni hii ya Mama Asemewe tuna mwomba Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan aone umuhimu wa kuanzishwa ama yeye mwenyewe aanzishe taasisi itakayokabiliana na changamoto ya ukosefu wa elimu ya afya ya uzazi kwa mabinti wa vyuo na vyuo vikuu kama ambavyo nimeeleza hapo awali na ikimpendeza Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, tungependa sisi kama mabinti wa Mama Asemewe kupendekeza jina la taasisi hii. Tungependekeza taasisi hii iitwe Binti wa Leo Samia wa Kesho Foundation. Kama inavyofahamika, ifikapo tarehe nane Machi ya kila mwaka dunia inaadhimisha sikukuu ya wanawake duniani. Kwa kutambua umuhimu wa siku hii, kampeni ya Mama Asemewe kupitia idara yake ya mabinti na uwezeshaji imeandaa kongamano kubwa lijulikanalo kwa jina la Samia binti wa leo Samia wa kesho. Jina la kongamano hili limeelekeza haswa katika kumfungua fikra mtoto wa kike na jamii yote kwa ujumla, kwa maana ya kwamba kama binti ataishi katika misingi ya uadilifu na uthubutu kwa maana ya kwamba ita itamwezesha, na inawezekana kabisa kwa siku za usoni tukawa na wanawake wengi sana ambao ni aina ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa maana ya kwamba wanawake wenye uwezo wa mageuzi chanya katika jamii na kutanguliza maslahi ya taifa mbele.